Utekelezaji wa afua hii unalenga kuboresha hali ya lishe kwa makundi yote ya jamii hasa watoto wenye chini ya umri wa miaka mitano, wajawazito, wakina mama wanaonyonyesha, vijana kabale na watu wenye magonjwa sugu yasiyoambukiza. Utawasubiri waumini wako hawatokuja, kwa sababu wanafahamu maeneo mengine. Na katika historia ya dunia hii kuna sehemu watu walienda wakakutwa huko huko wakapatwa na madhara. Si unajua kwenye baadhi ya nchi jirani zetu kuna watu waliuawa wakiwa nyumba za ibada kwa sababu amani? Basi wakajua kwamba ah, kumbe hata ukienda huko huko nako hakuna nini, utulivu. Unatoka na mkono wa Mungu umeshaachia pa sasa nini, tifuaneni vuloganeni kwa sababu mmeyatafuta wenyewe. Sisi tusilitafute la mwana kulitafuta la amani kutuweka amani oe. oe, oe. oe. Wenzangu viongozi wa dini, katika kusanyiko la leo, limetuleta pamoja kama jukwaa, kwa sababu katika jamii yetu bado yako mambo makubwa yanayotakiwa kufanyika kwa ustawi wa watu wetu. mnafahamu ili tuwe na waumini walio na utimamu wa akili ni lazima wawe na lishe bora, wafundishwe, waelimishwe, wale nini. Tusipofanya hivyo <laughs> tunaweza kuwa na waumini wa baadaye ambao wana matatizo ya udumavu. Ni kwa sababu sisi ambao ni sauti ya kuambia pengine labda atukuambia, tumetengeneza jukwaa hili leo kwa kuongeza wawakilishi wengi kutoka kwenye kila kata, kwa sababu tumezindua kampeni na, na, na, na, na, na mpango mkabambe chini ya uongozi na usimamizi wa mheshimiwa Mwanamvua Mlindoka, mkuu wa mkoa kuhakikisha kwamba watu wote katika mkoa wa Katavi wanapata lishe bora. Kwa hiyo nafasi ya viongozi wa dini, kwa nini nimehudhuria hapa, ni kubwa katika hasa kipindi hiki cha uchaguzi. Kwa maana nini? Ni kwamba hawa watu wenzetu ambao wanatoka miongoni mwetu, waumini wetu hawa, wanatiania wanakuja makanisani, wanatiania wanakuja misikitini, kwa lengo la kushawishi aidha hey, tuwe mawakala wao au tuweze kuwasaidia waweze kupata nafasi hizo. Ndugu zangu, mimi niwaambie kwa nafasi tulizo nazo, waumini wetu wanatuamini kweli kweli, tutakachokisema wanakiamini kwa sababu wanaamini kabisa kwamba wewe ukisema ni sauti ya nani? Ni sauti ya Mungu. Wewe ni mbadala, kwa maana wewe ndo unasemea, ni kisemeo cha Mungu kwa hiyo kwenye swala la na rushwa naomba nielekee mfano kwenye Biblia takatifu inavyosema, kwa mfano kuna Kumbukumbu la kumbu Torati mstari wa kumi na sita no, Kumbukumbu la Torati kumi na sita mstari wa kumi na tisa, naomba ninukuu, inasema hivi: usipotoe maamuzi, wala usipendelee uso wa mtu, wala usitwae rushwa, kwa kuwa rushwa hupofusha macho ya wenye akili na kugeuza dawa ya wenye haki. Lakini pia vile vile wale tunawasimamia huko katika e, majumba yetu ya ibada, tunawahubiria amani, kwani wapo watu wenye nguvu ambao wanaweza wakafanya lolote kutokana na nguvu zao za za kiafya aidha nguvu zao za kifedha. Lakini tunapofikia hatua ya kusimama kwenye mimba na kuwaambia kwamba kuchukua mke wa mtu ni haramu, dhambi yake ili ishe, basi chukua upanga uliokuwa mkali ambao unaweza ukakata tawi la mti mgumu mara moja, uende nao kwa mume wa yule mama ambaye uliyemfanyia uchafu huu, ukamwombe msamaha, umkabidhi upanga huu. Akikusamea na upanga huu akauacha, sikufyeke basi, wewe ndio utakuwa umesalimika na adhabu siku ya kiyama. Mtu anaogopa na wanadamu kweli, kumbe utaendelea kuvinjari na mke wako taratibu, takbiri. <laughs> wow. Hii ni amani. Lakini pia vile vile kuna watu wanaweza wakachukua mikungu ya ndizi kwenye mashamba ya watu, na usimzuie kutokana na mirabamini aliyonayo. Lakini akisikia kwamba siku ya kiama kuna kuingia kwenye moto wa Jahannam, na mda ukiingia, uliyefanya dhulma utakaa milele, huu moto tu hapa duniani shinda ambayo ndio cheche mdogo ambayo iliyochukuliwa kutoka kwenye moto ule, mtu anaogopa. Amani na kuwepo kwao, hata tunapoendea kwenye uchaguzi, basi tuna sauti kubwa ya kulizungumzia swala la amani, kwa sababu tayari mataifa mengine tunatolea mfano, hatuendi mbali, majirani zetu eh, Rwanda, Burundi eh. haya mataifa ni ya ma, mataifa historia yenye kuweza kutupa picha lakini nilikuwa sijaona maono mazuri kama mheshimiwa mkuu wa wilaya kama alivyofanya kutukusanya mahali hapa, basi nikashawishika sana. Sisi kama viongozi tunabeba amana zote za watu, kwa hiyo tunayo mamlaka ya kutamka na kitu kikafanyika. Basi nikaomba kama ombi Ikiwezekana mheshimiwa mkuu wa wilaya, tukusanye kama tulivyokusanyika hivi, tumwambie Mungu, tufanye maombi ya kufunga na kuomba kwa ajili ya nchi yetu, kwa ajili ya uchaguzi wetu ambao uko mbele yetu. Najua Mungu atafanya hata watumishi wanaotoka kwa Bwana, Mungu atatupa nini